Ni maoni yaliyotolewa baada ya, ya mkurugenzi mkuu wa NSSF kusema kuwa mfuko huo umejiwekea kikomo cha siku 30 licha ya sheria kuwataka kulipa mafao ndani ya siku 60, wakiwa na lengo la kuondoa usumbufu wa wastaafu, kitu ambacho kimekuwa ni kilio cha siku nyingi. Tuna wastani wa siku 22 za kumlipa mteja pale ambapo anastaafu, na kwa kweli lengo ni kwenda kwenye siku moja. Nataka mteja akistaafu leo, basi kesho kwa hiyo pamoja na sheria kutaka tulipe ndani ya siku 60, lakini tumepunguza mpaka kufikia siku mbili na mwelekeo sasa ni kupunguza mpaka kufikia siku moja. Kauli hiyo ikamwibua rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini. Na jambo lingine kubwa zaidi ni kwa serikali yenyewe kuto kuingilia shughuli za mfuko kwa maana ya ma, ma, ma, mipangilio ya fedha. Serikali imeacha mifuko inafanya kazi yake vizuri wanazungusha fedha wanazalisha kulingana na uwekezaji walioufanya na wana fedha inakwenda moja kwa moja kwa wanachama na si kwa matumizi mengine. Kwa hayo yakiendelea kuwa hivi na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hasani akiendelea kufanya hivi, tunaamini hakutakuwa na manunguniko tena juu ya malipo ya mafao. Sharifu Kizimili ni mstaafu ambaye anajivunia kupata mafao yake kwa muda usiozidi miezi mitatu baada ya kustafu. Nijitahidi kuzitafuta zile nyaraka zote, na nikafanikiwa kuzipata makao makuu, wakanitumia nikaziorodhesha, na zile ndio zimenisaidia mimi kupata mafao mapema. Siri kubwa, ili mchakato wako uende vizuri, wa kustafu na wastaafu wenzangu kustafu. Na wenzangu wale ambao wanatarajia kustafu. Tunza document. Mtu anastaafu basi, anapewa mapema sana kwa sababu kuna anakokwenda, anakwenda kuishi. Eh, atakwenda kuishije kama hana chochote mfukoni? Eh? Na alikuwa mtumishi eh? Sisi wengine mashamba yetu ilikuwa ni kazi za serikali ndio mashamba yetu. Sasa unaondolewa, unasema nenda nyumbani, huna chochote. Wananchi wakiwemo wafanya kazi wakatoa wa maoni yao kuhusiana na hatua hiyo ikiwemo ya kupewa mafao baada tu ya kuacha kazi. Ino, mafao ni bora mtu uyachukulie uzeeni, kwa sababu ukiyachukua mapema sasa hivi wakati bado una nguvu, unaweza ukashangaa ukafika huko mbele ukawa unatena uwezo wa kufanya kazi na mafao yako ulishayatumia, kwa hiyo ikawa inakuwia ugumu kuendeleza maisha yako. Unapoacha kazi sehemu, kwa sababu yale mafao unayokuwa umewekeza, umewekeza kwa ajili yako, unakuwa hujawekeza kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo unapoacha kazi au unapostopishwa mkataba wangu, yale mafao yangu niliyoweka upande wa NSSF, nina haki ya kuyapewa kwa sababu yale ni fedha yangu. Lakini mtu akiwa fresh ametoka kazini anakuwa na mipango mingi ameipanga hapa kati. Kwa hiyo ukimpa mafao yake itimizwe anaweza kutoka pale fresh from work akaenda kufanyia kazi mafao yake. Kinachosubiriwa sasa ni je, ndoto ya NSSF kulipa mafao siku moja baada ya mwajiriwa kustaafu itafika wakati itimie? Esterbella Malisa, Azam News, Dar es Salaam. <mulia>